Hapa ni eneo la Kitasha ambalo eh, lipo katika mtaa wa Rombo, mahali ambapo tumekuwa na mkutano mkubwa sana wa injili, mkutano ambao ni mkubwa tu kwa sababu ya namna ambavyo mkutano huu ulivyoandaliwa, eh, kwa maana ya timu ambazo ziko kwenye eneo la mkutano umekuwa na kwaya tatu hapa ambazo zimekambika kwa ajili ya, ya tukio hili: kwaya kutoka kule Hedaru, kwaya ya vijana kutoka katika kanisa la Mkonga, kwaya zuri na maarufu sana ya, ya, ya, ya Salvation Youth Choir. Tumekuwa nao katika kipindi hiki cha mkutano na wamekuwa, wamefanya vizuri sana kipindi chote cha mkutano. Lakini tumekuwa na kwaya nyingine ya, ya Holili. Hii ni kwaya kutoka katika mtaa wa Himo kwaya hii nayo imekuwa mbaraka mkubwa katika maeneo haya. Nyimbo zao zimekuwa kivutio kikubwa kwa wenyeji, namna yao ya kupiga march e, na uwezo wao mkubwa kabisa wa namna ya kuingia nyumba kwa nyumba kumesababisha efoti kuwa na joto la aina yake. Tumekuwa na kwaya nyingine kutoka kwenye mtaa wa Rombo, hii inatoka kwenye kanisa jirani, katika kanisa la Keni na wenyewe wamekambika. Hawa nao tumekuwa nao hapa wakiongeza joto na mkutano huu kwa namna hiyo umekuwa na timu kubwa sana ya watu ambao wamekuwa wakifanya kazi ya kwenda nyumba kwa nyumba kwenye madarasa kufundisha watu na ime, imeleta matunda ya, ku, ya kubatiza warombo wa, wa, wa wengi hapa watu karibu, eh, karibu watu ishirini na mbili hivi sasa tayari wamebatizwa katika awamu kama tatu hivi. Awamu ya kwanza tukibatiza eh, awamu ya kwanza tukibatiza watu kumi na tatu, awamu ya pili tukibatiza watu wa, eh, watatu na awamu ya, ya, ya tatu tukibatiza watu tisa. Kwa hiyo ni mikutano ambayo imekuwa na mafanikio makubwa kabisa. Kwa watu ambao unaweza kuwa na uzoefu ucha gani, unaweza kuwa shahidi ya kwamba ni mkutano wenye mafanikio. Tuko kwenye wiki ya pili sasa na ndio tunaanza wiki ya tatu. Tunaona kwamba baada ya wiki hii tutakuwa tena na matunda mengine, huenda mwisho wa mkutano huu tukawa na namba tofauti na ile tuliyokuwa nayo. Tumekuwa na vile vile wahudumu ambao wamefanya vizuri katika mikutano hii tulikuwa na wachungaji ambao tumewaita kutoka maeneo mbalimbali tulikuwa na mchungaji e, Suleiman Moshi. Huyu mchungaji anatoka kule etc mbali kule Morogoro na amekuwa nasi hapa na amekuwa mbaraka sana, kwa sababu ni mwenyeji, ameizungumza lugha ya Warombo na amezungumza e, tamaduni za Kichaga, ameweza kugusa na kukonga mioyo ya Wachaga na hivyo tumekuwa na mwitikio mkubwa sana hapa kitu. Tumekuwa na Audifas Bureta kama mmojawapo wachungaji walioitwa hapa kutoka kule West Tanzania Conference naye ameshiriki kwa namna ya pekee kabisa ku, ku, ku, kuchagiza mikutano hii. Suleman Moshi amekuwa katika huduma ya mafundisho makuu kwa maana ya mahubiri na maubiri e, e, pastor Audifas Bureta, yeye amesimama katika sehemu ya kaya na familia, akifanya vizuri, lakini tumekuwa na baraka kubwa ya kuwa na daktari wa wanadamu ambaye amesimama kwa sehemu ya somo lile la, la, la, la afya na kiasi, naye kwa namna yake ameweka chachu na kuwa kivutio kikubwa kwa watu wa Rombo kwa ujumla. Effort hii imekuwa na, na mbaraka sana, na napenda kwa kweli kumshukuru Mungu sana kwa maombi yenu, watu mbalimbali mbali ambao mmekuwa wadau wetu katika maombi, watu mbalimbali mbali ambao mmeshiriki nasi katika kuchangia hata sadaka zenu kwa ajili ya kufanikisha mikutano hii, na kwa kweli tuna kila sababu ya kusema kila ambacho mmekifanya Mwenyezi Mungu amekiona na awazidishie na kuwarejeshea kwa kiasi cha kujaa na kusukua sukwa. Mungu, nawabariki sana mimi kama mzee wa kanisa wa kanisa hili la Kitasha liyoko katika mtaa huu wa Rombo, e, tunapenda kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo amesimama pamoja nasi kwa mikutano hii. Eh, mkutano huu umekuwa mbaraka katika kanisa hili na tumeona watu wengi wakiitikia sana juu ya mafundisho na semina mbalimbali zilizokuwa zikiendelea katika mkutano huu kwa kipindi hiki, na wengi wamevutiwa sana, na wengi wamependezwa sana na mafundisho yetu. Kwa hivyo tuendelee kuungana, rafiki zangu, tuendelee kutiana joto, popote pale ulipo, tuendelee kuombeana ili kazi ya Mungu iendelee kupenya kwa wingi sana katika viunga hivi vya Kitasha na Rombo nzima kwa ujumla. Na Mungu wetu akubariki sana wapendwa watazamaji na wafuatiliaji wa mikutano hii ambayo inafanyika katika viwanja hivi hapa maeneo ya Kitasha. Tunamshukuru sana Mungu, tumeanza mikutano hii salama na mikutano hii inaendelea. Tuko kwenye mtaa ambao anachunga mchungaji Mramba tuko naye tunafanya naye kazi ya Mungu mahali hapa, nyumba kwa nyumba, kwa ajili ya kuandaa watu kwa ajili ya uzima wa milele. Mikutano hii imeanza tarehe mbili mwezi huu wa kumi na mbili, tuna wiki mbili zimekwisha, tumebatiza watu, na sasa imebaki wiki ya mwisho ambayo tunaendelea nayo. Kwa kweli watu wanabarikiwa kwenye mikutano hii.